Leo tunazungumza na mteja ambaye amezidisha malipo ya kifurushi kwenye kisimbuzi chake. Jamani, usihofie, usiwe na hofu hata kidogo, wala usiogope. Ukizidisha malipo kwenye um, kifurushi uh, ukiwa unafanya malipo ya kisimbuzi chako, usiwe na wasiwasi. Leo tunakuelekeza ni kitu gani ambacho utafanya baada ya kuzidisha malipo hayo, na kipekee kabisa tunaye hapa kwa mara nyingine, msimamizi kitengo cha huduma kwa wateja David Mwambene. David karibu sana, sana, sana, hii jumaa ya, ya sita sasanazhesabu <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> hii elimu ni kubwa sana katika jamii sana na hii mada ya leo Mwambene imenikumbusha mbali sana mm, pale ambapo nilihitaji kununua uh, vocha ya shilingi 5000 nikajikuta nimenunua salio la shilingi 1050 <laughs> la mtandao fulani wa simu ponda, okay. 1050 si mambo ya kawaida kaka. Sawa, nataka uweke shingapi? Sikiza basi, pona nataka kula sawa la shilingi 1050. Hiyo suti uliyovaa, kwa hiyo ile tabaki na hang yenu. Je, mimi nilitegemea umenunua salio la shilingi 5000. Dola ndugu yangu dola. Hapana. Hapana. <laughs> elfu hamsini. So ni vifurushi vya kawaida kabisa. Kwa hiyo bwana Mwambene, mpo mpo, tofauti bila shaka tujue no. kwa upande Mwambene, yes. naomba nani hapa, hmm. ukasaidie tu kuangalia, anafika elfu thelathini na tano kwenye malipo yake <laughs> ya kisimbuzi. Anatia hofu au analipia cha siku <laughs> Kweli yeah. Tuna madaraja lakini daraja yako kaka hamsini, shida jana akanipiga hey. Hey. Yani, kishki leo namalizia karibu sana hmm. David hmm. hmm. Tunazungumza na mteja huyu anatakiwa kufanyaje? Naam hmm. Ya kwanza tunavyohimiza wateja wetu kwamba wafanye malipo mapema kuepuka changamoto za kimtandao hmm. na changamoto za kibinadamu, haimaanishi kwamba baada ya kupata hizo changamoto sisi tutakuwa tumemalizana naye au Uh, tunakuwa hatumhudumii tena, hapana. mm. Tunahimiza wateja wafanye malipo mapema ili waweze kupata huduma mapema, lakini ikitokea uh, kuna changamoto ya kimtandao au changamoto ya kibinadamu mm. Azam TV tunaanzia hapo kuwahudumia wateja Sao. sasa kuna namna tatu ambazo mteja anaweza akawa amezidisha malipo kwenye kisimbuzi chake yes, moja ni Uh, mteja ambaye anafanya malipo kwa kutofahamu bei za vifurushi. Kwa mfano mteja anakusudia kulipia kifurushi cha shilingi elfu ishirini na nane, anataka kuangalia chaneli za mipira ambazo bei yake ni shilingi elfu ishirini na nane kwa kutofahamu bei ya kifurushi, kaamua kalipia tu shilingi elfu thelathini. Kwa hiyo mteja amezidisha shilingi elfu mbili manake system sisi tulivyo set ataunganishwa kifurushi cha shilingi elfu ishirini na nane, uh, uh, na nane, lakini atabaki tena na balance ya shilingi elfu mbili. Huyu ni namna ya kwanza. Namna ya pili ni mteja ambaye amefanya malipo mara mbili au mara tatu na zaidi. Uh, tukisema lipa mapema kuepuka changamoto za kimtandao, mara nyingine huwa inatokea uh, mteja akafanya malipo mara ya kwanza, pesa ikakatwa kwenye akaunti yake na malipo yasifike kwenye kisimbuzi chake, akafanya tena mara ya pili, akafanya tena mara ya tatu, akajikuta mara ya tatu yameingia akaendelea kupata huduma lakini yale malipo uh, ya awamu mbili zile yakawa bado yapo hewani kutokana na changamoto za kimtandao za mtandao husika. Sasa kwa baadaye, ile pesa inaweza kaingia tena kwenye kisimbuzi, kwa hiyo mteja akawa anajikuta amefanya malipo mara tatu. Hiyo ni namna ya pili, na namna ya tatu ni uh, kuzidisha namba ukiwa unafanya malipo. Mteja ambaye anachelewa kufanya malipo anakuwa anafanya malipo kwa presha Ehe, kipindi kimeshaanza au mechi imeshaanza yanafanya malipo. Kwa hiyo anajikuta baada ya kulipia shilingi elfu ishirini na nane kwa bahati mbaya ameongeza sifuri imekuwa laki mbili na themanini, au badala ya kulipia laki tatu na elfu thelathini na tano ya Azam Play, bahati mbaya anajikuta amelipia laki tatu na la, la, e hamsini. Uh, sasa sisi tunaanza hapo kuwahudumia wateja wetu sasa kuliweka hili sawa na kumsaidia mteja wetu, mm. sisi kama Azam TV uh, kuna hatua ambazo tumeanza kuzichukua. Hatua uh, ya kwanza tuna, tumeseti uh, vifurushi kwenye mitandao ya malipo. Kwa mfano nitatolea Azam Pesa, ni mtandao mzuri sana. Mteja akiwa anafanya malipo hu uh, mtandao akiwa anafanya malipo, kuna kategori ya vifurushi pamoja na bei zake So, so, ukidownload application au ukatumia USSD code ya Azam Pesa, ukaenda uh, eneo la malipo, utaona vifurushi kwanza vimegawanyika. Kuna kifurushi cha kuna kisimbuzi, visimbuzi vimegawanyika. Kuna kisimbuzi cha dish na cha antena. Utaona bei za vifurushi vya dish, utaona bei za vifurushi vya antena. Kwa hiyo mteja anachotakiwa kufanya pale ni kuchagua uh, kifurushi ambacho amekusudia. So, ataona pale elfu kumi na mbili Azam Light, ataona elfu kumi na tisa, Mikumi ataona elfu ishirini na nane Ngorongoro, ataona elfu thelathini na tano kifurushi cha Serengeti. Sasa uh, mteja hatakuwa na uwezo tena wa kuzidisha malipo ikiwa bei tayari zimekuwa listed. Yeye yeah, anachagua tu na kuingiza namba yake ya siri, pesa itakatwa na ataunganishwa kifurushi moja kwa moja. Hiyo ni namna ya kwanza ambayo Azam TV imechukua hatua. Namna ya pili uh, mteja ambaye amefanya malipo kwa kuzidisha kiasi uh, kwa mfano yule niliyotolea mfano mteja amelipia elfu thelathini badala ya shilingi elfu ishirini na nane Ile elfu mbili iliyobaki uh, inabaki kwenye salio la mteja, ambayo litatumika kama salio la kuanzia kwa kifurushi kinachofuata. Kwa maana kifurushi kinachofuata uh, anaweza yes, kaweka elfu ishirini na sita ili ifike elfu ishirini na nane Naam, atajuaje? Mfano, naam. Yaani mteja amelipia bila kujua kuwa amezidisha, yes. bei ya kifurushi naam. Alikuwa analipia kifurushi cha elfu ishirini na nane lakini hana uhakika hichi kifurushi ni elfu ishirini yes. na nane au ni elfu thelathini Kwa hiyo ana, anasema goja niweke elfu thelathini alafu kule nyie mnampa kifurushi cha ishirini na nane Elfu mbili inabakia kwenye TV anaona zimefunguka uh, yes. Huduma inaendelea. Mteja anajua vipi kama kuna salio ambalo limebaki kwenye akaunti yake? Na asante uh, tunahimiza wateja wetu pia kujihudumia wao mwenyewe uh, tuna namna ambayo mteja anaweza kama anafahamu salio lake anaweza kujibadilishia kifurushi au anaweza kurefresh akaunti yake ikiwa amefanya malipo, hasa kwa wateja wanaopata access denied. Kwa hiyo tuna namba yetu ya WhatsApp ya 0677 996611. Mteja, mteja akiitumia hii namba ya WhatsApp, ataweza kuangalia salio lake. Kwa hiyo ukijua una salio la shilingi 5000 au shilingi 10000, itategemea unataka sasa kifurushi gani, utaongezea kiasi kilichosalia ili kutimiza kifurushi ambacho umekusudia. Sawa sawa. Ni kwa hivyo. Tuendelea tatu. Lakini hatua uh, ya tatu ambayo Azam TV tunawasaidia tuna, tuna wateja wetu, ni kwamba ikiwa mteja amefanya malipo mara mbili mpaka tatu na kuendelea, wateja wana fursa ya kuweza kuunganishwa vifurushi kwa miezi ijayo. Yes, kwa hiyo ikiwa umefanya malipo mara mbili na pesa zote zimetoka kwenye akaunti yako, uh, zimehamia kwenye kisimbuzi cha Azam TV, unaweza ukaunganishwa mwezi huu na kifurushi kikiisha ukaunganishwa tena. Kwa okay, hiyo mteja ana fursa ya kuona kwa miezi ijayo kwa pesa ile ile ambayo okay, tayari imeingia kwenye kisimbuzi chake. Hapo atakuwa tayari ameomba kupatiwa huduma hiyo ya kuunganishiwa kabisa. Okay, kabisa. Na hatua ya inayofuata pia nyingine tunawafahamisha wateja wetu ofa ikiwa umekosea kufanya malipo kwa kuzidisha. Kwa mfano, ulikuwa umekusudia kulipia elfu ishirini na nane umelipia laki mbili na themanini au ulikuwa umekusudia kulipia elfu thelathini na tano kwa bahati mbaya umelipia laki tatu na hamsini tunawafahamisha ofa wateja wetu, tuna ofa za vifurushi uh, mteja ambaye atalipia kifurushi cha elfu thelathini na tano kwa miezi kumi ambayo ni laki tatu na hamsini hiyo anapata ofa ya miezi miwili bure kabisa Mwaka mzima mwaka mzima, maanake ukilipia miezi kumi, sisi tunakuongezea miwili, unamaliza mwaka mzima. Manake we umelipia laki tatu na hamsini, Azam imekuongezea elfu sabini pale. Kwa hiyo, unaweza ukajikuta umekosea uh, kulipia, kulipia ukalipa laki tatu na hamsini, lakini ukaja kukutana na hii ofa ukasema, hapana, mi hiyo pesa isirudi, naomba iendelee kuunganishwa vifurushi ni faidi ofa maisha Yanaenda kasi, jua linawaka. Usioni, mvua imenyesha siku moja mbili hapa Naam. nimeshakosea nimelipa laki tatu na nusu. Hata yes, eh, eh, kidogo, inaweza kurudi okay. Sasa tuna utaratibu baada ya kumwelezea mteja huu uh, uh, utaratibu na hizi ofa zetu na vifurushi ambavyo anaweza naweza kaunganishwa, ikiwa pesa imeingia zaidi, tunaweza kurudisha pesa. Sasa ikiwa pesa imeingia zaidi ya kifurushi ambacho ulikuwa umekusudia, kwa mfano umelipia laki mbili na themanini badala ya elfu ishirini na nane tunaweza kurudisha pesa za mteja aa, ila kuna vigezo na masharti ambavyo mteja anatakiwa avifahamu, na sisi tuna taarifa ambazo tunabidi tuzipate. Moja ni lazima tupate ombi maalum kutoka kwa mteja. Tufahamu kwanza huyu mteja ni kweli amekosea au amekusudia, kama nilivyosema anaweza kalipia laki tatu na hamsini. Sisi huku hatutaona moja kwa moja kwamba huyu amezidisha tumrudishie. Tutas, tutasubiri uh, ombi la mteja: bwana, mimi nimelipia hiyo, nimelipia kimakosa, kwa hiyo ninaomba kiasi hicho kirudishwe kwa sababu nimekosea. Kwa hiyo cha kwanza tutataka ombi maalumu la mteja, lakini tuta uh, mteja anatakiwa awe amefanya hayo malipo yaliyozidi, uh, isiwe imezidi masaa arobaini na nane kwa maana ya siku mbili. <muchimi> Yes. Ah, na vilevile mteja atalazimika kuwa na kifurushi ambacho kinaendelea kwenye kisimbuzi chake. <muchimi> Hii maana yake nini? Mteja anapofanya malipo kwenye kisimbuzi chake. Sasa hapa kuna namna mbili. Mm. Ikiwa mteja alifanya malipo kwenye kisimbuzi chake kukiwa na kifurushi kinaendelea, basi ile laki tatu na hamsini bado itabaki kwenye akaunti yake, itakuwa haijatumika. Huyo mteja hataitajika kulipia tena kifurushi kingine. E, ilelake tutairudisha kama ilivyo lakini ikitokea mteja amefanya malipo hakuwa na kifurushi chochote, maana yake ile laki mbili na themanini ilivyoingia, ameunganishwa kifurushi cha ishirini na nane meba, e, itabaki kama laki mbili na hamsini na mbili. Sasa ikibaki laki mbili na hamsini na mbili a, haiwezi kurudi nusu ya pesa. Yani jinsi ilivyo ni lazima mwamala kamili ulioingia hivyo hivyo muamala kamili unatakiwa kurudi. Kwa hiyo mteja wa namna hii atatakiwa kulipia kifurushi uh, ili kifurushi kiendelee na pesa yake ibaki kama ilivyo laki mbili na themanini. Okay, irudishwe yote. Kwa hiyo alipie elfu ishirini na nane nyingine. Naam. Ala, eh lengo kwa sababu lengo la mteja ni apate huduma. Upo ndio una tena inabidi hapa, si unachukua huku kwa Yusuf Steve alafu atamrudishia, mwombe tu na kushukuru sana hakika. <laughs> Um, hii ni elimu kubwa na nzuri na ilivyo bahati bado, uh, tunaendelea kujifunza Kutokana na, kutoka na, na hizi elimu ambazo lakini nimekiona mnatuletea ndio, lakini so mimi nimekiona kitu Balkis hapa yes. Kwa mteja ambaye ana kisimbuzi cha Azam na, kuna haja kubwa sana ya kuwa mtumiaji pia wa Azam pesa kabisa, kabisa, ili mm, inapotokea sasa yes, e, changamoto kama hizi iwe mm, rahisi kurudishiwa bila makato kabisa. Sasa, sasa, ni nitoe rai kwa wateja wetu pia. Uh, ishu ambazo zinahusiana na malipo, tunaomba wa wateja watoe taarifa mapema, wawasiliane uh, na sisi. Namba zetu za huduma kwa wateja tumekuwa tunazitoa 0 uh, 78410800 wateja watupigie mapema iwezekanavyo, uh, ili tuweze kufanya mchakato kama ni kumuunganisha vifurushi au kumrudishia pesa yake, uh, tuweze kufanya huo mchakato mapema, na uh, haya malipo yakirudishwa kwa mteja huwa inachukua masaa sabini na mbili ya kazi, kwa hiyo ni swala la muhimu wateja kufahamu. Sasa, ikiwa baada ya masaa sabini na mbili mteja hajarudishiwa pesa yake bado ana fursa ya kuwasiliana na sisi, kitengo cha huduma kwa wateja, tukawasiliana na mtandao husika, kama alitumia mtandao wa simu au alitumia sistemu za like kibenki, basi sisi moja kwa moja tunawasiliana nao kwa faida ya mteja wetu. Asante sana. Na anaitwa David Mwambene, ni msimamizi kitengo cha huduma kwa wateja, na tumezungumza naye hapa, kubwa zaidi ni wale wateja ambao wamezidisha malipo ya kifurushi kwenye kisimbuzi chetu. Elimu ndio hiyo, kinachofuata sasa ni utekelezaji. Yote kwa yote sisi mm, eh, ni kwa ajili ya mteja. ya mteja. ya mteja wetu. Eh, sawa sawa. Na bila wao ku, hata kusahau tu kuongeza hizo fedha mm, eh, mm, pengine wasituone <laughs> <laughs>